E, mzunguko wa kwanza wa daftari ulikamilika tarehe saba Mei, e, ambapo mikoa kumi na tano ilihusika. Mikoa yenyewe ni e, Geita, Kagera, Mara, Shinyanga, Mwanza, Simiu, Rukwa, Tabora, Katavi, Kigoma, Iringa, Ruvuma, Mbeya, Njombe na Songwe. Mzunguko wa pili wa hii awamu ya pili unahusisha mikoa kumi na sita ikiwemo Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kaskazini Pemba, Kaskazini Unguja, Kilimanjaro, Kusini Pemba, Kusini Unguja, Lindi, Manyara, Mjini Magharibi, Morogoro, Mtwara, Pwani, Singida na Tanga. E, kwa niaba ya Tume napenda chukue fursa hii kukupongezeni mkoa wa Dar es Salaam. Mlifanya vizuri sana katika awamu ya kwanza ya uboreshaji na tume, tunakupongezeni sana na tunatarajia maf mafanikio hayo yataendelea katika hii awamu ya pili. Naamini kabisa kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni moja ya political institution ambayo ina jukumu kubwa sana la kuweza kuratibu kusimamia, na kufanya masuala mengine yote ya msingi yanayohusiana na uchaguzi mkuu na ni chombo ambacho ni trusted, maana kwa maana kwamba mtu anapoamua kuto kwenda mahakamani au mahali popote, kwamba Tume Huru ya Taifa uchaguzi imetangaza hivi, maanake ni chombo ambacho kina heshima zake na kwenye electoral process zote. Kitu ambacho kikubwa sana tunakuja kukiangalia huwa matokeo yake yanakuja ku, kuonekana baadaye, kunakuwa kuna, kuna manifestation ya matokeo yanayokuja ku reveal baadaye kwamba je, kulikuwa kuna kazi zinazofanywa na tume? Kulikuwa kuna kazi ambazo zinafanywa pia na taasisi zingine kusaidia tume ili kufanya nini? La kwanza ikifika mwishoni e, kwenye siku za kura au kwenye upigaji wa kura, tukiona kabisa kwamba siku ya kupiga kura wapiga kura hawajajitokeza, moja ya hipotesia huwa tunaweza tukasema ni kwa sababu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haiku invest katika kutoa elimu kwa watu kuhusu muhimu kwa kupiga kura. O, tukiona kabisa kuna voters, voters turnout tunasema kabisa kwamba inawezekana hiyo ni hypothesis mojawapo, huwezi kuhitimisha bila kuhitaja tume huru ya taifa ya uchaguzi. Lakini jambo jingine tunapo, inapofika nyakati za kura tunahesabu, tunakuta kwamba population yetu iko milioni sitini na nne au milioni sitini na mbili lakini eligible people wanaoweza kuvote na kuwa voted pengine wako half au chini hapo, na tukagundua kabisa kwamba waliopaswa kujiandikisha walikuwa labda milioni kumi na tano, lakini waliojiandikisha wako milioni tano. Hypothesis ya kwanza tunasema feria hii very likely kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya tume huru ya taifa ya, ya uchaguzi. Kwa hiyo tunapokuja kuangalia vitu vingi mwishoni, hakuna jambo naweza kulisema bila bila kuhusisha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini kwa leo hii bado tuna sentiments, tuna hisia ambazo watu wanazo whether ni watu wa political parties au watu wa kwenye religious institutions au watu wa kwenye FBOs NGOs, au au CBOs, wanakuwa na sentiments. Wapo ambao wanaiona Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni huu ambao wanaiona Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi sio, na hili linafanywa na kufanya comparative study kwa kuangalia e, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Kenya, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya baadhi ya mataifa, wakiangalia na Tume yetu Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Dar es Salaam, ya, ya Tanzania. Sasa hili sisi tuendelee kuwapa moyo, na kwamba sisi kama viongozi wa serikali ndani ya mkoa wetu tunafahamu majukumu ya tume tunafahamu famb limits za kwetu katika kuoperate katika kufanya kazi zetu.